Mungu aendelee kusimama na taifa la Tanzania. Leo nitatumia ndoto kufikisha ujumbe kwa viongozi husika na kwa Watanzania wote. Nitangulia kusema kwamba niko Marekani, sio kwa sababu niliwahi kuwaza kwamba nitakuwa Marekani, ila wakati naombea taifa, ninaombea uamsho pia, Mungu alianza kunipa ndoto juu ya taifa na ndoto juu ya utumishi ndoto za utumishi ndo zilianza kutangulia. Niliota nimeenda kwenye kwenye mkutano wa Lena Dibonke, naenda kwenye mkutano wa Lena Dibonke kuonana naye. Na mpaka navyosema hivi niko kwenye Marekani kwenye hii huduma ya Lena Dibonke. Kwa ndio maana sio kila ndoto ni ya kuaminiwa, lakini ndio maana kwenye maisha yangu asipuuzi ndoto, kwa sababu sio mtu nayeota sana ndoto, sioti mara kwa mara lakini pia sio mtu ambaye nikiota ndoto inabaki tu kama ni ndoto. Nyingi zinatimia hata kama sio zote, kwa that's why ninapenda sana ku- kuzitafakari ndoto Mungu akinionyesha, ninaweza kuwa nisielewe kwa wakati huu, ila kadri siku zinavyoenda, unashangaa unaliona tukio linatimia ambalo lilitangulia kuonyeshwa kwenye ndoto. Kwa leo ni naomba niseme ujumbe wangu uhusiane na ndoto ambayo niliota kutokana na hali tunaoipitia kwa wakati huu kama taifa la Tanzania, lakini kabla hayo yote, naomba nitangulie kuomba ili Mungu aendelee kututangulia. Mwenyezi Mungu na Baba yetu wa mbinguni, wewe peke yako ndio mfalme wa falme ofalme na bwana wa mabwana Maandiko yako yanatuambia neno lako ni taa ya miguu yetu na mwangazo wa njia zetu. Naomba Bwana, neno lako likawe taa kwa taifa la Tanzania katika wakati huu ambapo giza linataka kuifunika taifa lako la Tanzania. Lakini naomba Mungu ukasimame nami, naomba Bwana ukaniongoze. Lakini pia Bwana ulimwambia ulimwambia Habakuki aiandike ya njozi akaifanye kuwa wazi na watu waisome kama maji. Nisaidie Mungu, ndoto hii Bwana, ukaiweke wazi kwa viongozi wa kitaifa na kwa Watanzania wote kwa ajili ya hatima njema ya taifa letu la Tanzania ambalo limekuwa ni taifa la amani ambayo limekuwa kioo na kielelezo kwa mataifa mengine. Tunaomba Mungu usimame, kwa jina pekee la Yesu Kristo ninaomba Amen. Ndugu zangu kabla sija ele, enda sijaelezea zaidi, naomba nianze na andiko hili, andiko la Wafalme wa Kwanza sura ile ya tano na ule mstari wa kumi na mbili. Neno la Mungu linasema, Bwana akampa Sulemani hekima kama alivyomwahidia, ikawa amani kati yao Hiramu na Sulemani wakafanya maagano pamoja hao wawili maandiko haya yanatuambia juu ya sulemani sulemani ni mtoto wa daudi ambapo daudi alipigana vita vingi na mungu alikuwa anamshindia kwa sababu mungu alikuwa upande wake lakini sulemani alipotawala siku moja alipotokewa na mungu kupitia ndoto Mungu akamwambia aombe anachotaka. Sulemani aliomba hekima ili awaongoze taifa la Israeli. Mungu alifurahishwa na hicho kitendo, akamwambia, hujaomba uhai wa adui zako, hujaomba mali, ile umeomba hekima, basi mimi nitakupa hekima, lakini pia nitakupa na hata yale ambayo hujayaomba. basi maandiko haya sasa, hili andiko linatuambia ya kwamba nitarudia kusema, Bwana akampa Sulemani hekima kama alivyomwahidia, ikawa amani kati yao. Hiram na Sulemani wakafanya maagano pamoja hao wawili. Hiram na Sulemani ni wafalme wawili wa nchi tofauti, lakini walijikuta kwamba badala ya kuwa na uhasama wamekuwa na amani, lakini inatanguliwa kusema nini? Hekima kwenye wakati huu kama taifa ambalo tu, ambao tunaupitia, hatuhitaji tu nguvu, hatuhitaji tu tunachokitafuta, tunahitaji pia hekima ya Kimungu ituongoze katika namna sahihi ya kupata kila ambacho tunakitamani kama taifa na kama Watanzania wote. Panapopunguka hekima ya kimungu, uwe na uhakika lazima machafuko yatokee, na niseme kwamba Mungu akionyesha kwamba kuna machafuko, haijalishi sisi tutakuwa na lugha gani, bado haiwezi kubadilisha kile Mungu alichoonyesha. Mfano, sasa hivi tarehe ishirini na tisa mwezi ule mwezi huu wa kumi elfu mbili na ishirini na tano kuna maandamano ambayo yamepangwa kufanyika. Hata kama tutayaimba kwamba ni maandamano ya amani, hata bado hayawezi kuwa ya amani kama Mungu alitangulia kuonyesha kwamba kuna machafuko. Lakini pia hata kama vyombo vya dola vitasimama kuzuia, bado haiwezi kusaidia kuzuia kama Mungu alionyesha kwamba ni machafuko, njia pekee ambayo inaweza kuzuia machafuko ambayo Mungu alitangulia kuyaonyesha kupitia watumishi mbalimbali, nikiwemo na mimi. Nilionyeshwa mapema kabisa, ilikuwa tarehe ishirini na nne mwezi wa nane elfu mbili na ishirini na tatu kwamba kuna machafuko ametokea Tanzania kati ya wananchi na watu waliokuwa wamefunika nyuso zao, ila wana- silaha. Maanake kama Mungu alionyesha, machafuko hayawezi kuzuiwa kwa kuyapa lugha fulani au jina fulani zuri zuri, maandamano au nini, lakini pia hayawezi kuzuiwa kwa kuweka vyombo vya dola, ila yanaweza kuzuiwa kwa kurudi mbele za Mungu na kumuomba njia kumwomba hekima, nini tufanye. Maana Mungu anapoonyesha kitu hata kama ni kibaya, bado yeye anakuwa na password ya kuzuia hayo mabaya, bado yeye anakuwa na ufunguo wa kuwavusha. Kwa hiyo tunamhitaji sana Mungu kama taifa. Ninaomba nirejee ndoto hii ambayo, kwa kweli, niko shuleni kwenye mafunzo ya kihuduma lakini muda mwingi ninawaza juu ya taifa la Tanzania, namna gani tuvuke, kwa ushuhuda ambao hata mataifa mengine watatukumbuka na tutakuwa mfano kwao. Huo ndio umekuwa mzigo kwangu koo, kwa almost muda mwingi ninatumia kwa ajili ya kutafakari, kumuuliza Mungu, kuomba juu ya taifa la Tanzania, tufanye nini? Naomba nirejee ndoto ya tarehe kumi na tano mwezi wa nane elfu mbili na ishirini na tano niliyoiota ambayo nimewahi pia kuizungumzia ambapo niliota tuko kwenye kikao, mimi rais la mstaafu Kikwete alafu na watu wengine watu wazima kwenye hicho kikao. Haikuonyeshwa ya kwamba tulikuwa tunazungumza nini lakini ionekana kama kwamba tume- ndo tunamalizia kikao na rais mstaafu Kikwete, akawa sasa anatamani acheze mpira, maana kulikuwa kuna mechi ilikuwa inataka kufanyika, kwa kawa anatamani na yeye achee, ah, ahusike kwenye huo mchezo, lakini hakuwa na jezi za kuchezea kwa hiyo mimi ndani yangu nikasukumwa kwamba nimtafutie jezi ili aweze kucheza, na ndoto ikawa imeishia hapo kwa wakati huo. Mkirejea mkirejea Facebook mtaona nilivyoitafasiri. Ndani yangu nilianza kukemea kwamba ndoto ya kwanza ilionekana anamwagiza Gwajima akamatwe, na nikawa niko kinyume naye nakataa kwamba hapana, hanakosa, unamwonea. Sasa hii ndoto inaota tena kwamba nataka kumsaidia apate jezi, nikasema manake hapa sijasimama kwenye zamu yangu kwao, nika najua niliandika kwa Facebook yangu ko Facebook yangu ambayo natumia msamalaba, kuna kitu ambacho sio kwamba ninazitunga hizi ndoto, lakini nini ni kwamba Mungu akikuonyesha kitu bado anakuwa anaweza kukuonyesha kitu na bado hajakupa ufunuo wa hicho kitu. Kwa kuna ndoto nyingi ambazo nilikuwa naziota, ila kipindi hicho nilikuwa sizijui maana yake, ila sasa kadi ambapo siku zinaendelea na wakati sahihi unapoendelea kufika wa hizo ndoto, kwamba Mungu anapotoa ndoto maana yake ana majira ambayo amekusudia, ndivyo ambavyo sasa nimezidi kuwa na ufahamu na kupata ufunuo. Sasa leo mm, imeshafika sasa siku nyingine lakini tarehe ishirini, jana tarehe ishirini mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano mara ikanijia ile ndoto ambapo kwamba nikakumbuka kwamba tulikuwa kwenye kikao na baada ya hapo Rais Kikwete mstaafu akawa anatamani kucheza kuungana na wengine kucheza mpira lakini hakuwa na jezi, ikabidi nimsaidie. Ndani yangu nilipokuwa naendelea sasa kutafakari, nikakumbushwa kwa habari ya Sulemani kwamba Sulemani alikuwa mtoto, Sulemani alikuwa mtoto wa Daudi, ambapo tunajua Daudi alipigana vita vingi na kwenye vita vyake alishinda, lakini alipotaka kumjengea Mungu madhabahu bado Mungu hakumkatalia, hakumkubalia akamwambia, kwa sababu mikono yako imemwaga damu. Kumbuka aliyekuwa namshindia kwenye vita ni Mungu, si ndio hivyo? Lakini bado kwa habari ya kujenga madhabahu, Mungu akamkatalia, akamwambia, mikono yako ina damu, atakayejenga ni mwanao. Manake pamoja kwamba kulikuwa kuna ushindi wa kimungu kwenye hivyo vita bado kulikuwa kuna baraka za Mungu zilikuwa hazipo, sijui niweke kwa lugha gani? Kwamba ni kweli Mungu alikuwa pamoja na Daudi kwenye vita, na ndiye ali ndiye aliyekuwa anamshindia hivyo vita, lakini bado Mungu alikuwa anaonyesha madhara ya vita, madhara ya kumwaga damu yalimzuia Daudi kufanya jambo ambalo moyo wake ulitamani ko kadhalika na taifa la Tanzania, ambapo sasa wengi wanasapoti maandamano mpaka na watumishi wa Mungu wamesimama kidete kuhamasisha kwa siri au kwa hadharani. Maandamano ni sawa, maandamano tunaweza tukayaorganize na yakatokea na yakatupa haki kama taifa, lakini kama ambavyo Mungu alimzuia Daudi kumjengea Mungu madhabahu kwa sababu mikono yake imemwaga damu kadhalika na sisi kuna mambo Mungu hatuwezi kumuona kama taifa, kwa sababu tumemwaga damu. Kumbuka utambulisho wa Mungu. Mungu sio Mungu wa kumwaga damu. Kwa kama mlikuwa mmebeba utambulisho wake kama taifa, na sasa mkajikuta ya kwamba mmepokea sura nyingine, utambulisho mwingine, maanake kuna mambo ya kimungu hayatazaliwa. Sasa kwenye hii ndoto ambayo sasa leo mimi ni jana tarehe 20, nimekumbushwa leo ni tarehe 21 wa 10 2025, nipokumbushwa kwamba kumbuka, uliotamko kwenye kikao. Ndani yangu nikasikia kwamba hiki kitu hakiwezi kutokea tu hivi hivi, isipokuwa kwa kuingia kwenye maombi ili Mungu afungue mlango wa, wa maridhiano ya amani, ili kabla ya maandamano hayo ya tarehe 29 mwezi huu wa kumi elfu mbili na ishirini na tano kuwe na, na mstakabali wa kitaifa ambapo hayo maanda yatageuza hayo maandamano. Inawezekana hiyo siku badala ya kuandamana watu wanadai haki, yawe ni maandamano ya kufurahia kile ambacho Mungu amefanya. Ndiyo maana kwa siku hizi ambazo zimebaki tuna mhitaji Mungu. Kwa wale watu ambao mnazidi kuombea taifa hiki ni kitu kingine ambacho Mungu pia ametufunulia kwamba hebu tuombe roho ya maridhiano, tuombe roho ya kukaa mezani kwa ajili ya mstakabali wa taifa. Lakini pia ujumbe huu, najua mimi sina access na watu na watu maarufu, viongozi wakubwa, maana mimi ni mtumishi tu wa chini sana kibinadamu, ambaye sina jina, sina status Ninaomba watu ambao mna access ya kumfikishia ujumbe huu mraisi mstaafu Kikwete, lakini pia rais wetu Samia, lakini pia na viongozi wengine ambao wana nafasi kubwa kwenye hili, kwa habari ya kuingia kwenye maridhiano ya nini kifanyike kabla ya maandamano. Tusitadhamie maandamano kutuamulia haki, hebu mwafikishie huu ujumbe ili hii ndoto ya kwamba tulikuwa tumekaa mezani basi itimie kabla ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano. Nisaidieni kumfikishia ujumbe kwa watu ambao wana nafasi hiyo, lakini pia ninaomba niongezee kidogo kwa habari ya maandamano. Mungu alinionyesha kwa bali ya machafuko kwenye maandamano. Kwa hiyo wale ambao wanadhani ya kwamba watazuia maandamano, hilo jambo haliwezi kuwezekana isipokuwa ni kwamba yatakuwa ni mapambano na hayo maandamano. Hata kama mtu anasema nitaandamana kwa amani, awe na uhakika hayo maandamano hayatakuwa ya amani. Hata kama mtu ataenda barabarani, amekusudia kuandamana kwa, kwa amani Aidha yeye atabadilisha au wengine pia au wengine watabadilisha, hayo maandamano hayatakuwa ya amani tena. Kwa hiyo kabla maandamano, inahitajika nafasi ya kuzungumza kama taifa, kwa watu ambao wanadhamana kwenye taifa hili. Lakini ninaomba, mm, niwakumbushe kitu kisoma kwenye kitabu cha Yeremia arobaini na mbili utaona kulikuwa kumetokea mambo mbalimbali mbali na baadhi ya watu sasa, waliokuwa wamebaki, wakatamani kupata mwongozo wa kimungu kwa kile ambacho kiko mbele yao. Wakamuita Yeremia, wakamwambia, wakamwomba ya kwamba amwombe Mungu ili awaonyeshe ni nini wafanye. Yeremia akaenda kumwomba Mungu kwa siku kumi, anamwomba Mungu. Siku ya kumi ndo Mungu akamjibu akamwambia, wasiende Misri, wabaki ila kwa sababu wao walikuwa wanataka majibu ya Mungu, lakini huku ndani yao wana majibu, wakagoma kubaki, wakagoma kutulia, wakaamua kwenda Misri. Mara kuna mtu mmoja ambaye alitokea anaitwa Yohana kama sikosei, mtarejee maandiko basi. Akatokea akawavizia, akampiga kiongozi wao na watu wengine akawateka, ikawa kilio wakakumbuka lai wakakumbuka laiti wangemsikiliza Yeremia. Kadhalika leo kuna watu ambao Mungu anawatumia anawafunulia mambo mbalimbali. Haimaanishi kwamba Mungu akionyesha kwamba hiki ndio kinatakiwa kifanyike, sahihi kitakuja moja kwa moja, bali Mungu anampa nafasi mwanadamu ya kuamua afanye kile ambacho Mungu amemwambia kufanyilia usalama au afanye cha kwake ambacho anaona kiko sahihi lakini awe tayari kukutana na madhara yoyote. Kwa hiyo Mungu kuniotesha ndoto kwamba rais nimekaa na Rais Kikwete meza moja na watu wengine ambao walikuwa ni watu wenye umri mkubwa kuliko mimi haimaanishi kwamba hayo maridhiano yanaweza kutokea. Inawezekana yasitokee kabisa na tukaingia kwenye maandamano. Lakini haimaanishi kwamba Mungu hakuwahi kuonyesha maanake ni kitu ambacho hatujakifanyia kazi ko wana maombi, tuombe juu ya hilo. Lakini pia rais, mimi narejea kwako, kwa sababu ndiye ambaye Mungu amenionyesha. Rais mstaafu Kikwete, una nafasi ya kutafuta namna njema. Nakumbuka siku unamweka rais wetu Samia kwenye nafasi ya kugombea tena ulisema kwamba labda mambo yaharibike sana huko mbeleni. Mungu akuongoze kuona ya kwamba mambo yameshaharibika kuliko ambavyo unaweza ukatazamia. Na kama huwa tuna hapo kwa kutumia Biblia na Korani, maana yake tunaamini ya kwamba kuna Mungu basi tuna nafasi pia ya kuwasikiliza watu ambao tunaju, tunahisi ndani yetu kwamba ni watumishi wa kweli wa Mungu wanaweza kutusaidia kwamba je, Mungu amekuonyesha nini juu ya hiki, ili kabla tujafikia huko tuweze kuamua kama taifa. Lakini pia ninaomba nihitimishe ujumbe wangu na, oh, dakika zimeisha. Naomba nihitimishe ujumbe wangu kwa kuwakumbusha habari ya hekima ya Abigaili ilivyomwokoa na bari na familia yake kutoka kwenye upanga wa Daudi. Mtasoma kitabu cha cha Samueli wa kwanza sura ya ishirini na tano. Tunahitaji akina kina abigaili ambao waende kwa m waende wakakutane na Daudi ili kuzuia upanga usimwage damu. Tunahitaji